Tu, tumalize kabisa. Mtu yake sijapeleka uniform moja, sijapeleka debe moja la mahindi, sijapeleka leo mmenipa mchele ndio mmenikomboa um wa. walisema lita nne maharage walisema lita nne na 20 ya mtu anayepika. Huu mchele usipeleke shuleni. Sawa bibi. Sawa. Kula hapa nyumbani. Sisi tutawasiliana na walimu. Mlezi wa kata. Ivo wapi? Ehe changamoto bibi ya shule mwanafunzi, okay. nadhani atatusaidia hapa mtendaji, ndio tupate taarifa zake, ili hilo tushughulike nalo, ila huyu mdogo ndio yuko hapa anasoma nani Mwanyanje. Na daftari? Daftari nimenunua matatu jana. Eh, sawa sasa, diwani nadhani yuko hapo mheshimiwa diwani, ako viongozi wa chama ndio atatupa taarifa kamili. Sawa. Nafikiri ndani ya siku mbili tutakuwa tumelimaliza hilo tatizo. Mbarikiwa watu wa Mungu. Haya. Nga watangulie mbele, mtembee salama jamani. Asante. Enzo, enzo sanga. Ulimi wauseni munisamee sandi wanangu, mtembee salama, Mungu awatangulie mbele, tangulie mbele, kutuona sisi angetuona nani? Nyamaza, sasa shike bendera. Nyamaza, nyamaza. <laughs> Wanawake TV.